Pendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema bila wakati. Basi familia ya Mungu, karibuni kwenye misa hii takatifu, ambao kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba tunausherehekea Utatu Mtakatifu au ni sherehe ya Mungu mwenyewe, na hivyo tunapokuja hapa tunakuja kusherekea sherehe ya Mungu no. Na sherehe ya Mungu ni lazima tuifikishe kwa watu waweze kuielewa. Kimsingi, Mungu kumwelewesha kwa watu ni ngumu mno, ni ngumu mno, na hivyo tunahitaji neema ya, ya Mungu yeye mwenyewe kutuelekeza na kuongoza ili ujumbe wake yeye uweze kufika kwenu. Sherehe hii huadhimishwa baada ya sherehe ya Pentekoste pale Roho Mtakatifu anapo e, nishukia kanisa zima na kuzaliwa mwanzo wa kanisa. Lakini e, e, sheria ya Utatu Mtakatifu nadhani kwenye maandiko yetu matakatifu ya Biblia utafuta neno utatu mtakatifu kama ilivyoandikwa hapa, kwa kweli inakuwa ni ngumu. Lakini baada ya kusomasoma maandiko E, agano la kale, agano jipya, kwa kweli unagundua kwamba kweli hapa ni utatu mtakatifu e. Katika e, wazee wasomi, waandishi wa Biblia na wa matheolojia wa wanafarisafa, hili neno la utatu mtakatifu liwahi kutumika kwa mara ya kwanza na Tertullian mwaka wa 160 na 220 huko ilitumika kwa kutumia neno la Kilatini e, Trinitas, Trinitas maana yake Trinity au utatu mtakatifu kwa lugha ya Kiswahili, lakini ukianza kutres na kufuatilia maandiko haya matakatifu na hasa ukianzia agano la kale e, kitabu cha mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka hapo ya pili utaona e, tunaelekezwa na tunaongozwa katika maandiko matakatifu kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hizo nchi sasa, baada ya kuziumba tunaambiwa kwamba Roho wa Bwana alielea juu ya bahari. Maana yake tunaanza kuona kwamba kuna Mungu anaumba, lakini kuna roho oho mtakatifu na yeye yuko karibu. Ukiendelea katika kitabu hicho pia sura ya kwanza ishirini na sita unaona pia kunaelekezwa kwamba Mungu alituumba kwa sura na mfano eh, wake, unaona alituumba kwa eh, sura na mfano wake mwenyewe Mungu. Tunaendelea kuona kwamba kuna kitu ambacho kipo kinaendelea eh, mambo yanasafiri pamoja, na unaona utaki unakuja, lakini ukisoma pia eh, mwinjili Yohani sura ya kwanza aya ya kwanza ukaendelea hadi ya tatu utagundua pia e, tunaelekezwa pia. Yesu mwenyewe anasema hapo mwanzo palikuwepo neno, neno hilo lilitoka kwa Mungu, na neno hilo lilikuwa kwa Mungu mwenyewe. Ona, nafundishwa kwa mazingira ya aina tatu, akimwelezea Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Nafsi hizo tatu zinaongoza katika Mungu mmoja, lakini pasipo yeye hapakufanyika kitu mpaka e, yeye akishirikiana na zile nafsi tatu waliweza kutuumba ukiendelea katika Injili Mathayo pia e, sura ya tatu ya kumi na sita hadi kumi na saba tunaelekezwa Mungu nafsi ya pili, maana yake Mungu Mwana, yeye anabatizwa na baada ya kubatizwa tunaambiwa mbingu zilifunguka. Baada ya kufunguka, tunaambiwa Roho Mtakatifu alishuka juu yake kwa mfano wa kuwa, kwa mfano wa alishuka. Lakini baada ya kushuka na kumchukia eh, yule mwana, Roho Mtakatifu akamchukia, tunaambiwa sauti ilitoka juu mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Wanasafiri pamoja natembea pamoja e, bila kutengana, nafanya kazi pamoja basi. Na Yesu Mungu nafsi ya pili ya utatu Mtakatifu anaona sasa, baada ya kushirikiana na wenzako zile nafsi nyingine e, katika Mungu mmoja, anaona sasa ni vizuri sasa naye akatume akatume sasa wale mitume waliokuwepo, na anawaambia nendeni ulimwenguni kote kayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, nafsi tatu mtakatifu. Unaona unakuja, eh Matayo sura ishirini na nane aya kumi na tisa tunaelekezwa hapo. Naye baada ya kubatizwa pale, Matayo tatu kumi na sita hadi kumi na saba naye anapokea ujumbe, anabatizwa eh, alafu anatuma anatuma mitume, nenda mkawabatize wale na watu ao wa wabatizwe katika jina langu. Mungu mmoja na nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu mwana na Mungu Roho Mtakatifu kwa jina la Baba na wa mwana Roho ya Mtakatifu. Inakuwa ni shangwe na furaha kabisa e, kwa watu wanaopokea Utatu Mtakatifu na kufanya sasa taifa la Mungu lakini pia ukiendelea katika maandiko mbalimbali, na hasa Agano la Kale, pia kwa barua au nyaraka za Mtume Paulo, anawatakia watu amani akitumia Utatu Mtakatifu: neema na amani zitokazwa kwa Mungu Baba eh? neema za Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ziwe nanyi sana. Tunaelekezwa na Utatu Mtakatifu wenye maandiko tunapewa baraka. Hao watu wanasafiri pamoja. Eh? Sio miungu kwamba ni mitatu hapa. Ni nafsi tatu katika Mungu Mungu, mmoja Mungu mmoja nafsi, wanaelekezwa kumbe wanasafiri pamoja wakipokea baraka hizi za Utatu Takatifu. Na kwa sababu ya kazi zao njema walizozifanya, kwa siku ya leo tunausifia Utatu Takatifu. Utukuzwe Utatu Mtakatifu umoja, utukuzwe umoja usiogawanyika. Lakini unaona, hata katika kusali sala zetu tunaanza na Utatu Mtakatifu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Unaona utatu unatembea bila kugawanyika, bila kutengana wa kushirikiana pamoja no. Lakini katika e, somo letu la injili pia utatu mtakatifu unatuelekeza kwa siku ya leo, unaambiwa hivi, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamuwezi kuyastahimili hivi sasa, lakini yeye atakapo kuja huyo roho wa kweli, atawaongoza awakie kwenye kweli yote Unaona, huyu sasa anavyotwambia Yesu, atatuelekeza huyo Roho Mtakatifu atakao, atatuongoza na kutupatia ukweli, anavyotaii ukweli, atawaongoza awatiye kwenye kweli yote, kwa maana atanena kwa shauri, hatanena kwa shauku, hata shau yake mwenyewe, lakini yote atakayo, atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi. Unaona anapompa heshima huyo, atanitukuza mimi, atanitukuza mimi kwa kuwa atawatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yote aliyonayo Baba ni yao. Naona aliyonayo Baba ni yao. Kwa hiyo nalisema ya kwamba akatwaa katika yalio yangu na kuwapasha habari Roho Mtakatifu. Katika somo hili tunaona hawakwepana, wanatembea pamoja. Wapendwa wa familia Mungu, sherehe ya Utatu Mtakatifu nituelekeze na kuongoza kwa siku ya leo kutembea katika umoja, upendo na ile hali ya kuwa wa kweli na wawazi katika maisha yetu. Ndugu zangu, ningetamani ukugeukie mwenzako umuulizie swali kwamba kwenye familia yako una umoja. Hebu muulize, una sikia, una umoja hebu muulize mwenzako, ukiona amejifanya kutosikia, mtikisi kidogo, una umoja kwenye familia yako, mtikise mtikisi, wewe uguseguse kidogo, una umoja kwenye familia yako. Basi kama una mmoja ni tatizo tunafundishwa na Mungu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tuwe na umoja kama walivyokuwa na umoja. Sasa kama hatuna umoja, maana yake ni changamoto zao. Ni lazima tutembee pamoja, tushirikiane pamoja. Linalosemwa kwa pa mwenyekiti, mwenyekiti msaidizi liwe lenyewe. Katibu amesema, katibu msaidizi sawa sawa. Mwasibu amesema, roko sawa sawa, sio kwamba tofauti iwepo. Kitu kimoja wawe pamoja, wasafiri pamoja. Na kusafiri pamoja ni pale ambapo kila mmoja amepewa vipaji mbalimbali vya kuimba, kupiga zigeregere, kushangilia, ngoma, kusuka makooi, makodozi na mambo mengi. Unaona mambo ni mengi mengi, lakini tuko pamoja, wa ni watu hawa hawa, ni watu wanautu ndani ndani mao, ni watu ni watu ambao wako pamoja katika Kristo, lakini vipaji mbalimbali, pate mbalimbali. Mwana mwingine akikuangalia unapata kakubesha, yaani mkasirika, akugeukie tu akuangalia, abadilishe macho kama kunyona kutalia tangua kukibia, amekuangalia hajasema nini Uweze kubali. Kumbe ndugu zangu, tunaomba umoja katika udumu katika kanisa leo, na hudumu katika kuiongoza taifa la Mungu. Umoja tumeamua, paroko ametangaza au askofu ametoa tamko, tamko hiyo liende moja kwa moja kwa paroko, paroko msaidizi, mwenyekiti, viongozi wote, tamko, tamko hiyo wako pamoja, wako pamoja, ila katika kulielezea ndio unaweza kupata utofauti kidogo no. Huyu anakuja na mwembe, huyu kimya kimya, huyu anazorota, lakini wako um, usipokuwa namna ya kuelezea ye umoja, lakini pia tuingie kwenye zana pia ya hii e, fadhila ya mapendo. Wamependana hao wako, ili message ujumbe uweze kufika kwa watu. Upendo una unasambaa, upendo huko karibu unawaunganisha, wanapendana. E, unaona mtoto anamwambia mama, mimi nina njaa. Sasa mtoto amesema tu, baba ameguswa, mama ameguswa, ndugu zao wameguswa, wa wote ni upendo. Kila mmoja anahangaika, anahangaika ili watulize kiu na njaa ya mtoto wao lakini mtu anasema ni mtoto mtoto, anasema nina njaa. Lione kama mama yako, lione midomo kama baba yako. Maneno ya ajabu. Njaa muda huu unaishi njaa, unaanza kumutukana. Hakuna upendo, hakuna upendo. Unaenda kama ni mama, umeenda kazi yako, umenunua t-shirt nzuri, labda ya Simba na Yanga ya ukali. Hey, mwenzako uliye mnunulia imfiti, imfiti, akivaa t-shirt au shati ile, aone saa lakini wewe unamletea lishati hivi likubwa hii, umelitoa kwenye chagua chagua kule chaguachagua, hebu je nakufiti? Kumbe likubwa mno, aliwezi kumwenea. Hakuna upendo, umejipendelea wewe. Lakini wewe ukivaa unatokezea vizuri sana, unapendeza. Mwenzako, ni kama lijambazi li limetokezea kule mikono mirefu, sijui iko huku juu kule chini. Hakuna upendo, hakuna upendo. Anaomba chakula, mletee chakula penda neni, mpende padi wako, mpende jirani kama nafsi yako, jipende mwenyewe kama unavyompenda pia na jirani. Sasa naweza ukamwambia mimi nakupenda, nipenda. Basi tumshukuru Mungu ujatekereza. Sasa aaniaah, una mashaka mashaka. Po, unanipenda io? Basi tumshukuru Mungu, kiraisi, kirahisirahisi kila sisi sisi, nami nakupenda kwa moyo wangu wote. Nakupendana ni fadhila za Kimungu, sio kumpenda, kumdanganya. Mimi kwa kweli nakupenda, yani eh, kuona upendo wangu silali usingizi eh, yani mimi na chakula kinanishinda, navyokuona upendo eh, yani nakosa hata usingizi nakosa kula kunywa na mina kweli hey, kabisa ni ukweli kabisa. Unamwambia kanzana, huo ni upendo au wanakudanganya? Sio upendo. Upendo ni ule ambao mnashirikiana pamoja, mnapendana, mnasogea mbele, mnashirikiana ili mfike eh. Lakini pia kuwa wawazi. A ah, watu walifanya kazi kwa kushirikiana kwa kuwa wawazi, huyu eh. ni Mungu Baba ameumba na tumesikia alivyoumba, roho wa Bwana alishuka, alikuwepo. Mtakatifu alikwea a, aliona alichokifanya Mwana, aliona aliona kabisa kwa macho yake, kumbe kazi inafanyika. Lakini Mungu Mwana yeye alikuja kutukomboa, alishuka ku akaachilia uungu wake, asili yake ya uungu akaacha kule mbinguni, akashuka kwetu, sio kwamba katika kushuka kwake Mungu Baba akujua wala Mungu Roho Mtakatifu iwe uwazi ulikuwepo, ameteswa amenyanyaswa, amerudi, na anaporudi sasa anatuambia ninapaa kurudi kwa Baba, ntakaporudi siku chache nitawatumia mfariji, mfariji Roho Mtakatifu, mfariji atupie nguvu, atuimarishe, wako pamoja na wako uwazi bazie anapoenda Roho taanania Mungu Mwana akapa kurudi na utuma Roho Mtakatifu, mtakatifu anakuja u tufariki utia nguo utakatifuza, na ndio maana kwa siku ya kuona kazi ni nzuri, leo unawasherekeza na kuwapongeza. Usifiwe na umoja oi familia Mungu katika kuwasifia hawa wamekaa, fanya kazi nzito. Kazi nzuri wanaonyeshana kila kitu. Ndugu zangu, na sisi tuwe wazi, mwambie mwenzako, mwambie mwenzako. Unakuwa wazi kwa familia yako mwenzako, wewe ni wazi, kazi zako nazifanya waziwazi, kila mmoja anakuona, muulize. Mbona unaogopa hapa? Unakuja eh, atukuze baba na mwana, macho mbinguni, usiku uhuhu, uhuhu, uhuhu.

yangurue nuusukoni unang'ang'ania na kichwa cha kuko kwa nini ung'ang'anie? Auko wazi, jiweke wazi kwa Mungu akusaidie. Ndugu zangu, kuna majaribu mengi, tunamhitaji Mungu Roho Mtakatifu aishi katika maisha yetu. Tunahitaji utaku Mtakatifu ushirikiane na sisi katika kusafiri. Tuna changamoto nyingi, tuna mambo mengi katika familia, lakini katika kanisa kanisa sasa hivi unaliona sasa. Watu wengine si wawazi, si wawazi, anatuma unasikia ni padri ametuma, ame parokia fulani katika kuhama, amehama na kinanda, amehama na simu, amehama na jagi, sijui amehama na vikombe, ana hapo. Lakini mkristo huyo amekabidhiwa sadaka, sadaka za watu hawa wanyonge wanaolia una mhitaji Mungu leo siri kiti moto, leo siri kuku, leo siri nyama, natoa elfu kumi zangu zienda altareni kwa Bwana Mungu aweze kuingia katika maisha yako. Huyu unaenda kuziiba kupiga, kupiga hela za maskini, lakini tunaambiwa huyo maskini atakapomlilia Mungu utawekwa wazi na utaidika. Tunaambiwa katika Zaburi maskini huyo alita Bwana akafanyaje? Na akamwokoa na taabu zake Usipige hela za kanisa, usiipe kanisa hela za sadaka. Siku moja tulikuwa kwenye upadilisho, askofu fulani akasema, kuna parokia fulani, baada ya misa, baada ya misa kuhesabu kila kitu, alisema na ninasema, nadhani mwaka mwaka jana, baada ya misa, kamati tendaji inakutana kwenda kunywa supu, kuchinja kuku, kunywa supu, tumia sadaka za wale, na alikemea kweli kweli hiyo tabia mbaya mambo yako hayako wazi. mambo yako hayako wazi, unawatesa watu. unawatesa watu hawaendi mbinguni kwa sababu ya kuwakwaza, wanapata kikwaza, kumbe wapenda kwa ulia. Sherehe ya Utatu Mtakatifu siku ya leo itufundishe mambo hayo matatu, kwamba tuwe na umoja, pili tuwe na upendo. Mwambie mwenzako na upendo wewe. mwambie mwenzako na upendo